Bwana, rasmi sasa ule mfumo wa makombora wa Oreshnik umeanza rasmi kazi za kivita nchini Belarus, ambapo mfumo huu umeanza rasmi kazi za doria ya kivita nchini Belarus. Silaha mpya ambayo itahudumiwa na wataalamu kutoka Urusi. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo tumeziona, na unavyoona, video hizi zinaonyesha huu mfumo wa makombora ukiwa umeanza majukumu yake ya kivita kwa wakati ambao umepangwa, na maaskari ambao watauendesha mfumo, kwa mujibu wa ripoti ni kwamba ni wale ambao wanatoka nchini Urusi, ingawa sio kila jambo limekamilika kikamilifu. Kwa mujibu wa nyaraka za muongozo, majeshi yanaendelea kuimarisha maeneo mapya ya doria ya kivita, na upelelezi wa maeneo mapya unaendelea kufanyika. Na katika maeneo hayo, mafunzo ya mpango yanaendelea kulingana na majukumu ambayo yalikuwa yamepangwa. Na katika mizunguko ya kila siku na kila wiki, mafunzo yanaendelea kufanyika, ni mafunzo ya maandalizi ya kivita, maandalizi ya mbinu kwa maana ya tactical training, maandalizi ya mbinu maalum tactical special training ambapo askari tayari wameonyesha uwezo uh, wao wa kuweza kucontrol huo mfumo wa kombora la Oreshnik, na kupitia katika ripoti ambazo zimetolewa, ni kwamba taarifa ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi na Belarus wamethibitisha kuwa mazingira yote ya uendeshaji tayari yameandaliwa na wataalamu wamepata mafunzo upya kwa ajili ya utendaji kazi hasa katika eneo la kivita. Wizara ya Ulinzi ya Belarus imesema kuwa maandalizi yote muhimu ya miundombinu lakini pia malazi ya wanajeshi wa Urusi pamoja na vituo vya uendeshaji tayari vimekamilika na vimekamilika katika ardhi ya Belarus, kwa maana ya walifanya maandalizi mapema zaidi. Wizara ya ulinzi ya Urusi imeeleza kwamba wataalamu wa vikosi vya utumiaji wa makombora, mawasiliano, ulinzi, usambazaji wa umeme pamoja na madereva wa mitambo ya makombora ambao wamepitia mafunzo maalum katika vituo vya mafunzo kabla ya kuanza rasmi majukumu ya kivita. Na idara za kijeshi za mataifa yote mawili, kwa maana ya Urusi na Belarus, zimechapisha hii video ya hafla ya uingizwaji rasmi katika mfumo huu wa makombora ya ardhini ambayo yanahamishika kwa maana ya mobile ground based missile system Oreshnik katika uh, huduma ya kivita. Mtakumbuka Rais wa Urusi Putin alisema mnamo Novemba 21, 2024 kwamba Urusi ilisha uh, ujaribu huo mfumo kwa kushambulia mji wa Dnipro kwa kutumia kile ambacho walikitaja kama kombora la ballistic la masafa ya kati lenye kichwa cha hypersonic ambacho hakina nyuklia, na baadaye ilibainika kwamba shambulio hilo lilifanywa kwa kutumia kombora jipya la ballistic la Oreshnik. Na Putin alisema kwamba Ukraine haina mbinu au silaha za kukabiliana na makombora mapya ya Oreshnik na kupitia katika ripoti ambayo ilitolewa taasisi mbili kubwa za uhandisi wa kijeshi za Urusi ambazo zimetajwa na idara ya ujasusi ya Ukraine kuwa ndio watengenezaji wa kombora la Oreshnik zimetangaza nafasi, zilitangaza nafasi za kazi kwa watu ambao wana ujuzi wa kutumia mashine za kisasa za kuchakata metal kutoka katika kampuni za Ujerumani pamoja na Japan. Nafasi za kazi ambazo zilitolewa katika taasisi ya uhandisi wa joto ya Moscow MITT pamoja na so i ambazo uh, ni moja kati ya mashine za kijeshi za Kremlin uh, walikuwa wanategemea sana teknolojia za kigeni ambazo zipo chini ya vikwazo vya magharibi. Kwa hiyo baadaye uh, warusi wakaamua kuachana na utegemezi huo ambao unaendana zaidi katika teknolojia ya CNC, kwa maana ya computer numerical control, teknolojia muhimu sana katika uzalishaji wa Oreshnik, ambayo inawezesha viwanda kutengeneza na kuunda metal kwa usahihi wa hali ya juu kwa kutumia udhibiti wa kompyuta. Sasa ripoti ya utengenezwaji wa hizi Oreshnik inaweza kawa ni moja kati ya Uh, ripoti mbaya sana kwa taifa la Ukraine, pamoja na nchi zilizopo karibu na Ukraine kwa sababu kwa mujibu ambavyo tumeona hayo makombora ya Oreshnik ni makombora ambayo yana uwezo mkubwa sana wa kufanya mashambulizi ya moja kwa moja kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, na kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa ni kwamba Oreshnik ni kombora ambalo kamwe haliwezi hata kidogo kuzuiliwa na mfumo wa aina yeyote ile wa ulinzi waanga, wa anga, wa aridhini, wa majini ambao tayari duniani upo, isipokuwa ni Warusi wenyewe ndio ambao wanajua ni teknolojia gani ambayo inaweza ikazuia kombora hilo la Oreshnik. Kwa hiyo hii ndio ripoti ambayo nyingine kubwa inagonga headline kwamba tayari huko Belarus na wenyewe wamekwisha kupokea mfumo wa aina hiyo. Kwa hiyo uh, na mfumo huo, bahati mbaya ni kwamba wanaouratibu, wanaoongoza ni Warusi wenyewe ambao wamepewa mafunzo ya kivita. Mafunzo ya namna gani ya kutengeneza au namna gani ya kuutumia mfumo huo kwa ajili ya uh, kupambana. Ilibainika mapema kwamba mfumo huo ulikuwa unapelekwa tu pale nchini Belarus, uh, hautaenda kutumika, yani ni kama walikuwa wanatuma vitisho, lakini sasa nyie wenyewe mmeona kwa macho yenu kwamba uh, huo mfumo tayari upo kwenye rada. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea saa na wakati wowote wa ule, na mtakumbuka sasa hivi Ukraine ipo kwenye rada ya Urusi baada ya yale mashambulizi zile droni kamikaze tisini na moja kushambulia nyumbani kwa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambapo shambulizi limefanywa na Ukraine kati ya 28 na 29 Disemba ambapo walifanya mashambulizi hayo 2025. Hii ni ripoti mojawapo ambayo nimesema, ndugu zangu, kaeni mnajua, msije kwa sababu mnakumbuka hiyo ripoti ya Oreshnik niliwahi kuwaletea hapa kwamba Belarus watapokea hizo Oreshnik na tuliona Uh, rais wa uh, Belarus Bwana Alexander Lukashenko alizungumza wazi akasema, hiyo ni moja kati ya mfumo ambao walikuwa wanaosubiri kwa hamu sana. Sasa tunasubiri tuanze kuona uh, nchi za magharibi zikitoa mlio juu ya jambo hilo. Lakini ripoti nyingine ambayo nimeona pia inaendelea kugonga headline ni kauli ambayo imezungumzwa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema hivi, hatuwezi kuacha ardhi yetu kirahisi. Yaani rais Volodymyr Zelensky anasema kwamba kujiondoa katika maeneo ya Donetski, Luhanski, Zaporizhzhia na Kherson ni jambo ambalo haliwezekani kwa Ukraine, kwa kuwa hatua hiyo inapingana na katiba ya nchi, maoni ya wananchi, na uhalisia wa hali ilivyo katika eneo la mapambano ameeleza kuwa suala la ardhi kwa maana ya mipaka ndilo kikwazo kikuu katika mazungumzo ya amani, licha ya kuwa asilimia tisini ya mpango wa amani wenye vipengele ishirini tayari umekubaliwa. Katika mahojiano ambayo ameyafanya Zelenski amesema Ukraine, uh, na yeye hana imani na Urusi wala Rais Vladimir Putin binafsi na amebainisha kuwa madai ya Urusi ya kuunga mkono Ukraine siyo ya kweli, akisema Putin hatoi hutoa kauli kama hizo pia kwa viongozi wa Magharibi akiwemo Trump, lakini kauli hizo ni njia ya kukwepa shinikizo na vikwazo vya kimataifa. Kwa mujibu wa Zelenski, suala la ardhi ndilo gumu zaidi katika mazungumzo ya kumaliza uh, mgogoro na ndilo pekee ambalo msimamo wa Ukraine na Urusi unatofautiana kwa kiwango kikubwa zaidi, akisema hatuwezi kuacha ardhi yetu kirahisi. Hilo linapingana na sheria zetu, na sio suala la kisheria pekee. Watu wanaishi huko na jeshi letu pia lipo maeneo hayo. Amesema kwamba mpaka sasa kuna watu wasiopungua laki tatu ambao wanaishi katika maeneo hayo. Wengi wameathiriwa na mapigano, mamia wamejeruhiwa na makumi wamepoteza maisha. Hivyo, suala la maeneo hayo haliwezi kuangaliwa kwa mtazamo wa kisiasa au kisheria pekee bali pia kwa mtazamo wa kibinadamu. Zelensky pia amethibitisha kuwa asilimia tisini ya mpango wa amani ambao una vipengele ishirini tayari umekubaliwa, huku vipengele viwili pekee vikisalia bila mwafaka, na kubwa zaidi ni suala hilo la Ukraine kukabidhi ardhi. Na anasema niliposema, asilimia tisini ni kweli. Kuna hoja moja tu ambayo bado tuna mitazamo tofauti nayo, ni eneo la ardhi. Tofauti si kati yetu na Wamarekani, bali ni kati yetu na Warusi. Ameongeza kuwa Marekani inaelewa msimamo ya pande zote na inapendelea kutafuta njia za maridhiano, huku Ukraine ikionyesha hatua halisi za kuendeleza mchakato wa amani kati ya mwezi uh, katika miezi ijayo na miezi mingine ambayo imepita. Lakini pia akizungumzia kuhusiana na kura ya maoni kwa maana ile mnaita referendum, amesema kwamba wazo la kufanya kura ya maoni kuhusu kuachia ardhi, amesema hatua hiyo haiwezi kuleta matokeo chanya na isingekubaliwa na jamii ya Kiukraine. Kila mtu anataka amani, lakini si kwa gharama yoyote. Kura ya maoni kuhusu kuachia ardhi haitakuwa na matokeo chanya kwa Ukraine. Ametaja kuwa moja ya chaguo za maridhiano ni kuanzishwa kwa eneo huru la kiuchumi linaloitwa Free Economic Zone ambalo linaambatana na kuondolewa kwa majeshi aa, kwa kilomita kadhaa pande zote mbili. Hata hivyo, amesisitiza kuwa uamuzi wa mwisho lazima uthibitishwe au kukataliwa na wananchi wa Ukraine wenyewe. Mtakumbuka Zelenski pia alikumbushia kuwa hakuna mpango kamili ambao umekwisha andaliwa kuhusu eneo huru la kiuchumi la Donbas, lakini amesema kwamba kufanya mashauriano na wananchi, akiongeza kwamba Urusi inataka Ukraine iondoe majeshi yake Donbas, lakini Ukraine itachukua hatua kulingana na maslahi yake ya kitaifa. Hizi ni kauli ambazo zinazungumzwa na rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelenski husana na mpango wa kumaliza mgogoro, lakini swala nyeti zaidi hapa ni kukabidhi ardhi kwa Urusi. Lakini mtakumbuka warusi wenyewe nao walisema lazima wakamilishe mipango yao, kama watakuwa hawajakamilisha mipango yao, maana yake hawawezi wakasitisha mapigano. Na jana tarehe ishirini na tisa mmesikia wenyewe, uh, Putin, uh, Lavrov, uh, Zakharova na, na watu wengine